Bana kimenuka bana, huko kwa majirani zetu 254 Kenya e, baada ya waulusi, jamii, baada ya jamaa mmoja ambaye anatajwa kuwa ni raia wa Urusi anaitrendi sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya video ambazo alikuwa akizirekodi zikitrendi sana kupitia mitandao ya kijamii. Huyu mshikaji bana, e, ametembea na wanawake zaidi ya mia moja kule nchini Kenya na katika kila mwanamke aliyotembea naye basi amemrekodi. Lakini kwenye kila mwanamke aliyokuwa amekutana naye basi amemwabukiza ukimwi. Na huyu jamaa approach zake zinaanza tu akikutana mwanamke, akimwelewa, anaweza kupiga naye story baadaye Zile, ana, ana, ana, anatumia miwani fulani. Ile miwani ina mfumo wa Meta, ni miwani ya Meta ambayo inakuwa inaweza kurekodi kwa kupitia ile miwani yake ambayo ina rekodi eh, anakuwa namrekodi kipindi anaanza kupiga kuzungumza naye baadaye, yule mwanamke basi anaonekana yuko naye chumbani, yani anamla tayari kwa maana mwanamke yoyote ambaye atakuwa yeye amemuona kwa ajili ya kuzungumza naye, atakapomrekodi tu kupitia ile miwani yake, basi baadaye pia mwanamke huyo utamuona pia kwenye, kwenye chumba iko naye chumbani tayari, amefanyaje? tayari amemla na huyu jamaa amefanya hivyo, lakini pia sio tu kuambukiza ukimwi wanawake hao, lakini huyu jamaa pia anaziuza zile video ambazo anakuwa na Yaani zile video ambazo anakuwa anakutana nao e, chumbani anafanya nao mapenzi, basi zile video alikuwa anaziuza kupitia mtandao wa kijamii Telegram, alikuwa anazisambaza zile video ambazo anakuwa na rekodi wale wanawake ambao anakuwa anakutana nao. Sawa, na huyu jamaa ametembea na wanawake tofauti tofauti, yani alikuwa angalia, kuna mama mmoja kama unamuona mama yuko na watoto pia, alivyomuona tu akazungumza naye, baadaye yule mama akawa naye tena e, chumbani, yani maana yake tayari naye kamla. Lakini pia kuna security guard pia alikuwa anazungumza naye pia baadaye sekurigadi anaonekana pia anaenda kwa mshikaji kipindi mpaka anafika na Bolt anam, anamlipa Bolt, anaenda ndani anamla. Video yake pia akaisambaza, lakini pia watu tofauti tofauti ambao alikuwa anatembea ambao ukifanya vile alikuwa na, anakula huyu jamaa ukiachana tu na watu wa hivyo, lakini pia huyu jamaa alikuwa inafika tu anaenda mpaka kanisani naenda paka kanisani na eh, ilivyofika kanisani kama kwenye video unavyoiona hii hapo, huyu eh, alikuwa anazungumza naye bana, ni mtoto wa mchungaji. Na mchungaji alivyomuona bana, mshikaji anaongea na mtoto wake, alimuuliza kwa Kiingereza bana, vipi, lakini jamaa akajidai juu Kiingereza. Lakini baada ya kanisani yule jamaa akaonekana yuko na yule mwanamke tena chumbani kwake tena. Yaani amemla tena yule mwanamke, na kwenye kila mwanamke ambaye anakutana naye mshikaji, sio tu anamla na kusambaza tu video. Kila mwanamke anayokutana naye, basi anamwachia virusi vya ukimwi, na ndio ilikuwa ilikuwa ndio ilikuwa ziara yake na ametembea na, amete, na wanawake zaidi ya mia moja kule Kenya. Da, e bana, hii ni si si ya kucheka lakini noma sana. Na baada baada matukio video hizo kutrend na kusemekana hivyo eh, mwanamke mmoja ambaye alikuwa pia ameonekana katika video za huyu jamaa ambaye naye ameonekana alirekodiwa, baadae akaenda akaliwa, basi alienda kupima virusi vya ukimwi. Baada ya kwenda kupima virusi vya ukimwi, amekutana nao ule ukimwi lakini mwisho wa siku amechukua maamuzi magumu na ameweza kujinyonga. Yani baada tu kujua kwamba ana virusi vya ukimwi, basi amejinyonga. Sawa eh? Kwa hiyo na huyu jamaa amekimbia. Baada kukimbia wamemtafuta sana, baada ya video hizo kutrend amekimbia. Na mwisho wa siku ameenda kupatikana kule nchini Japan. Yani amekimbia Japan kule wamemkamata. Kwa maana kitu alichokuwa anakifanya, hata kama mtu umekubaliana naye kukutana naye, eh au una makubaliano naye ya kumrekodi kwa sababu kumrekodi kwanza ni udhalilishaji. Kutana naye kawaida eh, kula zako mzigo sepa lakini sio mambo ya kumrekodi, kwa maana amewadhalilisha, si ndio eh? Kwa hiyo jamaa amemkamata kutokana na vitu ambavyo alikuwa anavifanya, kwamba amewarekodi bila ridhaa ya watu. Yani yeye kutokana na kitu ambacho yeye ameamua ya ziara ya yake kufanya vile, basi anawafanyia na wengine vitendo vya kikatili kama hivi. Lakini pia iwe ni funzo kwa wanawake ambao mara nyingi sana wakutana na wazungu wakiona wazungu basi wanakuwa wanapapatikia sana. E, kama jamaa kumbe na ziara yake, unamwona anakupenda, anakupatia pesa, kumbe ana ziara yake, akuambukiza ukimwi, lakini pia video zako anazisambaza. Kwa hiyo dada zetu, e, wanawake kiu... i e, jitahidini sana mpunguze tamaa, jitahidini mpunguze tamaa, kwa maana watu 100, e, wote ameambukiza ukimwi, zaidi ya watu mia moja ameambukiza ukimwi, lakini hao hao wanawake zaidi ya 100 pia ana rekodi anazo ambazo alikuwa na rekodi, lakini pia vile vile uu, mshikaji anachokuwa anakifanya a, anajua anachokifanya. Kwa hiyo kwa kuweni makini sana dada zangu, kwa hicho alichokifanya huyo mshikaji kutokea kule nchini e, uchini Urusi bana, hao awa Warusi, ndio maana wasemekanaga sana huwa makatili sana. Kwa hiyo majirani zetu wamekutana na hiyo lakini